Waungwana, waungwana, waungwana, mambo vipi? Habari njema. Sasa kama una changamoto ya ugonjwa wa presha, ni wewe ima ni ndugu yako au ni jamaa yako wa karibu, usisikia analalamika au ananongona kuhusu ugonjwa huu wa presha, mwambie kwamba tiba ya changamoto ya presha imepatikana. Sasa kampeni hii tumeirithi kama ilivyo kutoka katika nchi ya Kenya, kampeni ilifanyika kwa asilimia mia moja kwa kuanzia kwenye aina ya dawa ambayo kwamba ilitumika mpaka kwenye miongozo ya matumizi ya dawa tumerisi kampeni nzima, na kampeni ilifanyika kwa asilimia mia moja. Kwa kama ni wewe una changamoto hii ya ugonjwa wa presha, ima ni wewe, ima ni ndugu yako au ni jamaa yako wa karibu, mwambie kwamba suluhisho la changamoto eh, la ugonjwa wa presha, shinikizo la damu limepatikana. Kwa ufanisi wa dawa hii ni asilimia mia moja kwa maana ya kwamba tiba iko vizuri na kampeni ilienda vizuri kabisa. Kwa kama ni wewe, kama ni ndugu, kama ni jamaa, kama ni rafiki, mwambie kwamba suluhisho la changamoto hii ya presha limepatikana.